Alafu nimekuja Lamu pia kwa jambo hilo hilo. Kazi iliyonileta hapa Lamu ya kujitapia, nilikuja kuianzisha kliniki ya macho na nikaanzisha nini, na kweli ilipofika pale kwa mayai nikapata mwenyewe Amen. Sasa hili pia nikaanza kulifikiria Kwani Mungu unanipangia nini? weneza zihivi so si, lakini nikajua kwamba kumbe kuna tamani hapo, katika hiyo kazi ninayoifanya, eezazihv so si, kuna tamani Ile <tipo> kama kuna mtu ambaye e Biblia lingebadilishwa waandishi sasa hivi engine mimi ningeaaay ningekuwa so si kama Paulo, kaenda kuanzisha kanisa siimekua watamanis wa wale waliokuja kuingilia huko katikati wakasahauliwa, lakini yule aliyeenda kuanzisha akafanya hapo mahali pakawa bora, akangang'ana kutoka kwa udongo mpaka akafika kwa chuma, akatoka kwa chuma mpaka akafika mahali kwa dhahabu, huyo anatamani zaidi. wenesaziiwe kwa hivyo ninakuja kusema nini leo? kwamba haijalishi wewe ni chombo cha udongo ama chombo cha aina gani, ila kinachohitajika, unahitajika kujipa heshima. Amen, tuache kulalamika, maana vyombo vya udongo mara nyingi kazi yake ni hiyo. Amen. Haya ah, ah. Vyungu mnavijua, ulipikiwa e. Sasa hao watengenezaji wa hivyo vyungu ndio walikuwa natengeneza na vikombe pia. Amen, amen. Amen. Mimi kwetu kulikuwa kuna mtengenezaji wa vyungu na ilipofika Krismasi tukatengeneziwa vikombe vya udongo amen, amen. Amen. Tunafurahia kila mmoja ametengenezwa, amen. Lakini hebu fikiria hicho chombo kinaweza dumu namna gani kama kitunza sana? Apewaye apewaye hicho chombo cha udongo, ana tabu kubwa za kutunza kuliko apewaye chombo cha chuma, si kweli? Kwa hivyo inaweza kuwa ukiwa katika eneo lile la kwa wewe ni chombo cha udongo, unaanza kulalamika, unaanza kusikia kuhuzunika, lakini jua kwamba katika hali hiyo umepewa jukumu la kutunza na ujipatie heshima, ili kwamba ukukichwa upelekwe katika basi nyingine. Pigie makofi. Utakapo hitimu mtihani, utapita uingie pale kwingine. Majukumu ya kutunza ya, Amen. Wanasemaje? Kati ya kundu na mchungaji nani anazaa? Sasa kama kitauliza mbona kabisa aliendelee aliongezeki, watu ni nani wakuulizwa? Mama nikondoo, mbona siulize mchungaji? Ametoka pale mahali kwa tabu nyingi, a ugongo wanaasiiwe eh, amepanda katika ngazi nyingine. Kwa hivyo maswali hayo ameyaondokea, lakini kabla haja kuwa mchungaji, alikuwa kondo na alikuwa na stahili kujibu maswali kwa Yesu asifiwe. Alikuwa na stahili kuyajibu hayo. Sasa hivi atakuja kuulizwa swali moja tu, kwa nini hapa hivi. Sisi nilikuwa na kondoo mia, sasa tunapata tisini na tisa iosaliaoge, lakini kwamba mbona hawaongezeki? Amen. Amen. Wakipungua, anajibu swali. Lakini wasipoongezeka si swali lake la kujibu. Amen. atabaki kulia niya, wakati kwa sababu anaona hapa mahali si kwa, yani pana tabu nyingi. Amen. Lakini nasema nini? Jitie moyo kama muza mtumba wa kama yule muza mtumba, badala ya kulalamika katika eneo lile ambalo Mungu amekuweka, jitie moyo ili kwamba ulifanyie kazi hapo, upate heshima, usonge mbele Kulalamika kwako hakutakutoa hapo, kutaharibu hiyo kazi yako, kutaizorotesha, wanasa ziliwe. Lakini ukijitia moyo, ukiendelea kupu, ku, kuongea kunena mema kwa ajili ya hilo eneo, utapanda ngazi nyingine. Amen. Huyo jamaa nimemkuta na kutumia kama mfano leo, najua nikimuona kesho zile zilizobaki leo

Nasema, 7, 7. Mm. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo ili dhamana kuu ya uwezo iwe ya Mungu, uwezo, iwe ya Mungu, kwamba tunaanzishwa pale chini kwa sababu gani? kwa sababu tumpatie utukufu Mungu kwamba singepanda, singefika, singe hapa. Ni kwa sababu Mungu niliyemshikilia alisimama naye akanitia nguvu, nimefika hapa. Lakini mahali pale nilipokuwa palikuwa pagumu mno. Paulo analiambia kanisa hilo kwamba hamkuanzishwa hapo chini burebure, bure tu. Mungu alikuwa na sababu kwamba uwezo wake uonekane, uwe Kanisa la leo linapenda kuwa hapo juu. Mungu, kwa sababu ya makanisa haya ni kuna watu ambao, Amen. wamejipa nguvu, haangalii Amen. udogo wake, anaangalie Amen. pale anapoenda, Amen. Amen. udhaifu walio nao anaangalia pale anapoenda, ili kwamba utukufu wa Mungu uonekane. Bwana asifiwe. Usipokuwa na hiyo kwamba katika kupanda kwako ndiko kutakapomtukuza Mungu, utasikia kwamba huwezi na utaachilia. Bwana asifiwe. Pili, utaenda kwa nguvu zako wewe mwenyewe, kwamba ninataka liwe pale juu, na kwa sababu hiyo nitamfanya Mungu akuachilie. Unawezekana, inawezekana kwamba utapanda amen. Eh, mfano utapandaje wewe sasa? Ah, mimi naongea na mama viongozi ambao ni wengi kabisa hapa leo. Eh, mimi nimekaa katika ile timu, lakini kila mara wanachaguana, mimi hata sichaguliwi. Yesu asifiwe. Eh, sisemi kwamba hawa mama wanapenda vyema, lakini ah, hata mimi pia ninatamani ningekuwa nitimshahara, si hivi kwa juma. Lakini saa hii hata mama kila mtu anataka, Pauline hatapendi tu aambiwe wewe utakuwa ushirika, acha hawa waongoze. Sasa tuangalie kile kingekuwa cha mshahara, kila mtu angekuwa anataka, lakini unaona kwamba kila mara watakapoinuka kuchagua wewe haupati hiyo hata kampeni zingeanza, si ni kweli? Nisikia kwamba Januari tunafanya uchaguzi, unaanza kuwaendea uu, mwaka inaomba kwamba unaenda kwa mwingine, unamwambia huu mwaka huu mwanzo, mnaonaje? yule aliyekuwa challenge wetu ana ubaguzi sana, yaani unapaka matope, unapaka matope, unaharibu haribu ili kwamba siakako kaonekane kidogo. Halafu kwa kuwamseni, unaanza kuongea jihusisha na mambo ili onekane hata huyu pia anafaa. Amen. Utajipandisha kwa namna hiyo, lakini Mungu hataonekana utukufu wake, na hauwezi kaa ama hauwezi dumu pale juu ulipojibandisha, maana umejibandisha mwenyewe. Paulo katika Uokorinto anasema kwamba hayo yote yame yamefanyika ama mmepewa utukufu wa kukaa katika hivyo vyombo vya fiyo udongo kwa sababu utukufu wa Mungu uonekane. Amen. Kwamba kiombo hiki cha udongo kikionekana kwamba kinafanya mambo bora zaidi, watu watajiuliza, kinawezaje kina kicombo cha udongo kufanya mambo haya, kuifanya kazi hii? Hapo ndipo watu watajua kwamba kunaye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Petro akaboa kwamba nimekuchagua wewe hata mbali ya kuwa hauna elimu, lakini nimechagua vyombo dhaifu ili kuweza kuaibisha vile vyenye sifa. Bwana asifiwe. Mwenye sifa za kujitengenezea hampatii utukufu Mungu, lakini mwenye sifa za kuinuliwa na Mungu atampatia utukufu Mungu. E, imani. Na hapo ndipo Mungu anaanzia hii leo Unaweza kuwa hata mko wawili ndani ya kanisa. Unaweza kuwa wewe ni mama ambaye, yani, unajiona duni kabisa. Unaweza kuwa unajiona wewe ni baba duni kabisa, Mungu akaelekeza katika hii. Juzi sijui kama niliacha maswali katikati ya watu watu umri mdogo sana, lakini Mungu akawa ameniongoza kupeana hizo kazi ama kuchagua hao watu na akanielekeza kwa hao watu, alafu baada ya kuorodhesha yale majina ambayo Mungu alikuwa amenielekeza, nikaanza kuyarudia

Simame hapa, mtu mwenye umri mdogo ama mwili mdogo kama Morris yule mwimbaji wetu asimame hapa, yeye, kama mzee kwa mwili wake na akili zake, ila Mungu akikusudia kukutumia kwa jinsi hiyo ndio sasa aweze kuifanya kazi yake ilete utukufu. anesaziliwe wa hapa, kulikuwa na mtu ambaye alikuwa na kazi zake amale viongozi au sasa ni manager wa hoteli ya waba miti kumi posheni, ndio alafu ukiangalia, amejaza space vizuri, akisimama hapa hata haina haja ya kwamba bura zenu, inatosha hiyo sifa alizonazo, mtamfuata tu, maana asipowaongoza vizuri, atawanunulia soda huko. Amen, manager tunajua huyu, ah, hata kosea kosea hivi, lakini soda huko. Amen. Sasa hey, Anafanya si ya kumpatia utukufu Mungu, lakini Mungu hapa anaongelea nini? Kwamba kila chombo alichokifanya anakitumia ili kwa kusudi na kuleta utukufu kwake yeye mwenyewe. Ndiyo maana Paulo anaongelea kwa nini basi kukawa na vyombo vya udongo, vilifanywa ili kwamba Mungu apate utukufu, kwamba kunaweza kuwekwa katika hiyo nyumba moja chombo cha, cha udongo na chombo cha, cha, cha shaba ama chombo cha dhahabu lakini kikaonekana chombo cha udongo kinafanya kazi yake vizuri. Amen, tulitembea katika hizo nyumba. Saa hizi viungo hatuviona viungo viko kwa hizo nyumba zote Wawai galia utafiti, mkirudi mahali kwa storage ya maji, kwayamaimaji yaliyowekwa katika chombo na maji yaliyowekwa katika jerikeni Amen. Lakini kwa nini viliondolewa? Kwa sababu watu wanaofia kwamba ni vitu vya kuvunjika haraka haraka amen, amen. Wakachagua kubaki na hivi ambavyo haviweki maji baridi, lakini anajua kitadumu. Amen. Sasa kime kiko pale ni cha udongo kweli, na kinafanya kazi yake vizuri. Mpaka ukiingia hapo kwa nyumba, nikafika mahali kwengine, nika, nikitanga mama, akaitisha maji, mama mamaaobo akaitisha maji, akaletiwa maji na mtoto mdogo, akaoja ile maji, akasema ah. Sasa hivyo ndio inastahili kuwa, mtu akija kwako, hata kama unaonekana kwamba wewe ni dhaifu, lakini awe anaweza akapata jibu la swali lake, ingawa inaonekana mdogo. Mtu akija kwako, anaiona njia ya kuelekea pale mahali ambapo wanatamani kufika, hey. Na hiyo ndio kazi ambayo Mungu aniumba nayo hapa duniani. Lakini kwa sababu tumeanzia chini, tunajipata ni watu wa kulalamika, watu wa kulia, kwamba sisi ni kidogo, sisi hatuna ufahamu wa mambo mengine, sisi hatuna elimu ya mambo hayo z jitolee, tafuta kutia bidii, alafu Mungu ameweka huduma ndani yako ilianza katika udogo na inaweza kupanda kiwango cha juu, okay. Sana. Bwana asifiwe, lakini mwanzo tamini kile ambacho kiko, kitumie vizuri, kipatie heshima. Bwana asifiwe. Usiruhusu mtu akadharau kile ambacho uko nacho. Bwana asifiwe. Okay. Kiheshimu wewe mwenyewe ili kwamba kupitia hicho ukaweze kuongezeka na kupanda katika viwango vingine, okay. Amen. Si wote ambao wamekuja hapa viongozi hawa wao. Sio kweli. wengine hata alikuwa si lazima aje. Sio kweli. Lakini akachagua acha niende. Sasa acha nikwambie faida ya hiyo. Kwamba kwa ujio wako unaweza kujiona kwamba ni kama si faida yoyote, lakini umesababisha mwingine akatiwa moyo. Bwana asifiwe. akasikia kwamba Eh, kumbe tunathaminiwa. Kumbe tunapendwa. Bwana asifiwe. Niko kesikia kwamba kuna wageni wanakuja alafu wakitarajia ah, kanisa yote tumeambiwa kwamba ni wageni wa kanisa yote alafu alafu wamekuja watu watatu. Wakifika huko watu watatu, hata wanatoka kanisa moja. Kama ungekuwa wewe chifu ungesemaje? pengine watu wa kujitenga tena. Lakini tu kwa sababu kwa sababu umesikia kwamba makanisa yamewakilishwa, kumbe una umoja wa namna hii uanga katika utaifa wangu nikajiangalie ni lipi ambalo Mungu ameniwekea ili kwamba nikaweze kulitumia na kusababisha utukufu mbele za Mungu. Amen. Yeremia akasimamishwa wakati mmoja, akaambiwa kwamba kwa wewe nitakutumia kama rungu langu. Bwana Yesu asifiwe, kwamba kwa sababu amejitoa. Ukisoma Yeremia pale mwanzo, anaambiwa kwamba wewe, nimekuweka ili uwe ujenge madhabahu yangu na kubomoa madhabahu zote za Shetani. Alafu kule mbele kuna mahali ya kusema kwamba nimekuweka kama rungu langu, na kwa wewe nitavunjavunja falme, kwa wewe nitavunjavunja mamlaka na kuziangusha azi, yeah. Yani hivi wewe utumike kama rungu la Mungu, uwe popote utakapokanyaga, una haribu falme za giza kazi ndogo iko na thawabu, iko na thamani kubwa mbele za Mungu. Amen. Kile kinaweza kuwa si kitu ya kuonekana ya kujionyesha mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Vile tu umekaa hapo, umekalia hiyo kiti. Umesababisha mapepo ya kaenda, kwa sababu umekalia hiyo kiti. Amen. Vile tu umekalia hiyo kiti umesababisha huyo mwingine pengine katika ibada huo anasijia sasa leo usingizi umempaa, yeah, kwa sababu umekaa hapo karibu na yeye. Amen. Amen. Sasa utajidharau wewe? Unataka vitu vya kuonekana ndio, sasa useme kwamba wewe ni mtu? Unataka vitu vya kuonekana ndio useme kwamba mimi ni chombo? unataka kupewa jina na reverend, ndio useme kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Amen. Vitu vya kuonekana. Ni kwa kile ambacho Mungu ameweka ndani yako ukitumie kitende kazi utukufu wa Mungu uonekane. Amen. Amen. Na sote tuna uwezo huo. Amen. Amen. Wewe unaweza badilisha hili eneo. Unaweza kubadilisha hili kanisa. Mpaka wewe ni mgeni umeitwa tayari, halafu tu kwa kuenda kwako pale, kuendelea kukaa kwako pale, watu wakaanza kurudiana vizuri, masengenyo yakaanza kupotea. Well, <laughs> unaenda kanisa unapata kuna ubaridi kabisa lakini kwa sababu ya uwepo wako ndani ya ile kanisa unaanza kuchochea vitu vinaanza kuamka na moto wa Mungu unaanza kusikika ama kuonekana katika ile nyumba. Jukumu ameweka ndani yako linaweza kuonekana likawa halionekana, lakini likitenda kazi litaleta utukufu. Amen isikia kwamba umeitwa chealedi Mungu atakuangalia kwa macho ya kutumia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wa ukisikia ume, umetolewa kwa mshirika mpaka umekuwa mchungaji, Mungu atakutumia kwa njia hiyo kwa ajili ya watu wake, ila yote yanahitaji wewe mwenyewe uangalie ile thamani ambayo Mungu ameweka uipe heshima ili Mungu asije kufanya kazi pamoja nao. Hey, Amen. Sitaki tiendelee zaidi hapa. Nataka tusimame kwa kujitolea yetu. Halafu ukiwa peke yako, tulipo kufikiria. Ni mara ngapi nimetenda chini ya.